Taarifa inayokujia kutoka hapa jijini Arusha, ambapo mwangalizi wa makanisa ya Wabaptisti Tanzania, Askofu Arnold Manase amekemea vikali baadhi ya watu ambao wameunda kikundi chao na kulitumia vibaya jina la kanisa hilo kwa kujinufaisha wao binafsi. Kanisa hili na zaidi ya miaka 60 na kitu toka kuanzishwa kwake na limetembea katika utume huu na likifanya kazi zake za uinjilisi pamoja na huduma za jamii. Lakini mwaka elfu mbili na ishirini kanisa lilifanya mabadiliko makubwa katika mifumo ya kuliongoza kanisa, na katika mifumo hiyo tumefuata taratibu zote za kanisa, taratibu zote za kanisa zili zinazotuongoza, na baada ya mabadiliko hayo kitokea kikundi cha, cha watu kadhaa ambao wao walisema hawakubaliani na mabadiliko hayo huko kote. Na kikundi hiki kinapita kwenye maofisi ya serikali maeneo mbalimbali, wanajitambulisha lakini pia wanafoji nyaraka za serikali nyaraka mbalimbali na huu sio utume. Utume wa kanisa ni utume walioamua kujibebesha wao wenyewe katika maeneo yao. Viongozi wa kanisa ni lazima tusimamie taratibu za kanisa na miongozo ya kanisa bila kuangalia sura ya mtu. Hata kama baba yako ndiye alianzisha hili dhehebu, lazima tutasimamia taratibu za kanisa. Akizungumza jijini Arusha wakati wa ibada maalum ambayo pia ilibainisha maendeleo pamoja na mwelekeo wa kanisa, Askofu Arnold Manase amesema kimsingi kanisa lilifanya mabadiliko kadhaa, lakini baadhi ya wanakikundi hao wameonekana kutokubaliana na mabadiliko hayo na baadaye kuanzisha vuguvugu vugu ambalo limeweza kuleta mkanganyiko kwa kufanya mambo ambayo yanakwenda kinyume na uwepo wa kanisa la Wabaptisti. Kikundi hiki kinajiita jumuiya kuu kule Mwanza, walionekana ni eh, nadhani hapo ndio kuna kangome kule Mwanza. Sijasikia sikia sana huku, lakini kule mbeya kule Kigoma, lakini serikali ya mkoa wa Kigoma na Mbeya iliweza kushughulikia jambo hilo. Ukiona mtu analeta vurugu kanisani mpaka mtu kupiga mtu, hilo sio kanisa. Leso, kanisa sisi hatujaitiwa hivyo. Ukiona mtu anasimama, sasa, tumesema haya tuyaseme, si mambo mazuri sana lakini, mtu anapodanganya, usiposema kweli, uongo wake unaenea. Kwa sasa kanisa la Baptisti Tanzania lipo katika mwelekeo wa kutimiza takriban miaka sabini tangu kuanzishwa kwake. Na hapa askof Arnold Manase, mwangalizi wa makanisa ya Baptist Tanzania, anabainisha baadhi ya mafanikio ambayo yametokana kutokana na uwepo wa kanisa hili, ikiwa ni pamoja na kuwahudumia watu kiroho pamoja na kimwili. Tunao watoto na vijana zaidi ya elfu tatu wanaohudumiwa katika vituo na makanisa yetu hapa nchini lakini pia hatuko nyuma katika maendeleo ya jamii kama maji uh, tumekuwa tunajihusisha katika mikoa kadhaa kuchimba visima katika maeneo ambayo kuna uhitaji wa maji. Mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kanisa pamoja na marafiki zetu, msaada uliotolewa katika eneo la afya ni zaidi ya bilioni moja na milioni mia tatu. Umuhimu wa kanisa ni watu kuona kanisa linagusaje jamii. Mimi ni Ramadhani Mvungi nikiwa hapa Arusha.